Yesu ni mkubwa, lakini swala la mambo makubwa kwenye maisha yako wewe ndio unaamua. Biblia anasema yeye, yeah, anaweza mambo yote, lakini kiwango cha mambo kufanyika kwenye maisha yako unaamua wewe na ufahamu wako. Biblia anasema na aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona unaweza kuwa milionea ndivyo utakavyokuwa, ukijiona we niombaomba ndivyo utakavyokuwa na utaomba mpaka malapa. Unaweza ukaanzia kwenye kuendesha bodaboda -boda. na mwisho wa siku kamiliki mabasi. Aonavyo mtu nafsini mwake unaweza ukawa unauza kioski leo hii, mwisho wa siku kwa vile unavyoona ndani yako, kwamba mimi naona mbali, najiona mbali, najiona nikiwa na supermarket yangu, lakini leo umeanza kwenye kioski. Biblia inasema pasipo maono watu wanaangamia, pasipo maono watu wanashindwa kujizuia. Maana yake hakuna focus. Kwa hiyo Yesu akija ndani yako, haishi hapo, unatakiwa uwe na malengo. Ndio maana watoto wa Mungu wengi wana Yesu lakini hawaendelei. Baba, hamna target, mnalenga wapi? Hata yule kiwete aliyekaa kwenye mlango wa mzuri Petro alipomwambia sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho ni kupacho. Aliposema kwa jina hivi yake, jina la Yesu, simama. Biblia inasema hivi, nguvu vifundo vya miguu yake vilitiwa nguvu. Maana yake nini? Nguvu haikwenda kwenye kichwa, nguvu haikwenda kwenye masikio, nguvu haikwenda kwenye mikono, nguvu ilielekezwa pa kwenda. Yesu namwelekeza wapi? Nguvu zake unazielekeza wapi? Hatujapewa jina la Yesu ili tuwe wadhaifu hatujapewa jina la Yesu ili tuonekane watulivu. Watu wanadhania kutembea kinyonge, kuchokachoka kwenye maisha ndio unyenyekevu. Hapana, kataa umasikini. Umasikini ni mbaya. Maisha yanaanzia unapoamua kumpa Yesu maisha yako, kwa sababu mwanadamu asiyempa Yesu maisha yake, mbele za Mungu anahesabiwa na aliyekufa. Maiti haiwezi kufanya biashara. Watu hawezi kufanya kazi na mtu ambaye anaonekana amekufa. Kwa watoto wa Mungu anaishi maisha ya chini ya kiwango Mungu alicho wakusudia. Biblia inasema utajiri na heshima viko kwenye mikono ya Mungu. Watu wa duniani wanapata wapi utajiri? hawa upati utajiri kwa sababu wanao? Hapana, utajiri na heshima viko kwenye mikono ya Mungu, lakini kinachowafanya wao matajiri ni kwa sababu wamechukua nguvu za kiza, halafu akayafunika maisha ya mtoto wa Mungu asiye na ufahamu. Biblia yes, inasema hivi: mimi ni Mungu ni kupae nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo nguvu za kupata utajiri ziko kwa Bwana peke yake yeah. Shetani ana nawaambia, mimi shetani ana, dada zangu, mama zangu, kaka zangu, baba zangu, naomba niwape taarifa hii. Naongea neno hili, linaweza likakukwaza likakuudhi, lakini litakusaidia ukinikumbuka, kama Yesu apewe heshima kwa yeye kuteseka. Kama leo hii utamwamini Yesu ukaamua kuwa mtoto wake, hawezi kukubali akakuona unateseka. Unajiuliza swali pasta mbona mimi nimeokoka siku nyingi, lakini hayo maisha siyaoni? Nisikiliza nikwambie, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee. Swala ni kuamini. Wewe unamwamini Mungu anaweza kufanya mpaka wapi? Kuingia kwenye okovu haitoshi. Huku ndani ya okovu, unaamini Yesu anaweza kufanya paka wapi? Anaweza kukusaidia kujenga nyumba ngapi? Anaweza kukusaidia kukupa maduka mangapi? Ingekuwa Mungu anapata heshima na udhaifu, akina Daudi wasingekuwa wafalme mashujaa.